Sehemu ya tatu. Kama umekwisha kutazama nafasi mbili zilizopita, tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Mwanzo. Kumbuke tu kwamba kitabu cha Mwanzo ndiyo msingi wa Biblia nzima, ikiwa kama utakielewa vizuri kitabu cha Mwanzo, basi yale yote ambayo yatafuata yataleta maana kila utakapoyasoma, kwa sababu ikiwa kama kitabu cha Mwanzo hakiko sawa basi vingine vyote havitakuwa na maana ya kuvisoma. Katika kitabu cha mwanzo tunaanza na mtazamo wa Biblia. Hii ni sehemu ya tatu, na leo tunajikita zaidi kwenye kuutizama mtazamo ulio ndani ya Biblia, hasa ule unaozungumzwa katika kitabu cha mwanzo, ukitofautisha na falsafa nyingi Mtazamo wa Bibilia unaweza kuitwa ni mtazamo wa kwamba kuna imani kwa Mungu ni mmoja kini yupo katika nafsi tatu tofauti: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hii si kusema kwamba kuna miungu watatu, bali ni nafsi tatu zinazoshirikiana kikamilifu kama Mungu mmoja wa milele. Mtazamo huu unaonyeshwa wazi kuanzia katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 ambapo Mungu anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, ikidokeza mawasiliano ndani ya utatu huu mtakatifu. Falsafa hii ya Kibiblia imani yake hujitokeza katika Biblia nzima, ikituonyesha Mungu mwenye mamlaka juu ya kila kitu, muumba wa mbingu na nchi, mwenye huruma na haki lakini pia anayejishughulisha moja kwa moja na wanadamu. Utatu Mtakatifu unathibitishwa katika Agano Jipya kama tunavyoona katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 19, ambapo Yesu aliagiza wanafunzi wake kuwabatiza kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu. Huu ndio mtazamo wa Biblia unaojitokeza kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, ukituonyesha kuwa Mungu si tu muumba wa kila kitu, bali pia ni mtawala mwenye nguvu za milele, anayefanya kazi kwa upendo na haki kwa viumbe wake wote. Biblia inaweka wazi kuwa Mungu wetu ni wa kipekee, mwenye hekima kuu na ndiye chanzo cha kila baraka. Utatu huu mtakatifu onyesha sifa zake tofauti Baba kama muumba na mtoa uzima, Mwana kama mkombozi wa ulimwengu na Roho Mtakatifu kama msaidizi na mwongozi wa kweli, nafsi hizi zote zikiwa sehemu ya kazi moja kubwa ya Mungu. Katika mtazamo huu, Mungu anajulikana si kama dhana mbali isiyofahamika, bali kama Mungu wa karibu anayetaka uhusiano wa kweli na wanadamu. Falsafa hii pia inaweka msingi wa mafundisho yote ya Kikristo, ikiwemo neema, wokovu na msamaha wa dhambi, ambayo yanaweza kueleweka na kupita kazi ya pamoja ya Utatu Mtakatifu. Ikiwa sasa tumeshatizama falsafa hii, hapa kuna jambo jingine la msingi ambalo tunatakiwa kulielewa, hasa ni mtindo wa maandishi uliotumika katika kitabu cha Mwanzo. Tunapochunguza maandiko ya Mwanzo sura ya kwanza, jambo la kwanza linalojitokeza ni mtindo wa kipekee wa uandishi. Sura hii haijaandikwa kwa lugha ya kisayansi kama vitabu vya masomo ya biolojia au jiolojia, bali imeandikwa kwa lugha rahisi ya moja kwa moja inayoweza kueleweka na kila kizazi, iwe cha kale, cha sasa au kijacho. Mungu akiwa na hekima kuu, alikusudia hadithi ya uumbaji iweze kufikiwa na kueleweka na kila mtu, bila kujali kiwango cha elimu au maarifa ya kisayansi. Ni kama hadithi ambayo mtoto anaweza kusoma na kuielewa, lakini pia mwanasayansi anaweza kuitafakari na kugundua ukweli wa kina ndani yake. Urahisi huu hauonyeshi ukosefu wa maarifa bali ni njia ya kupunguza ugumu wa maelezo ili kila mtu aweze kufuatilia mpangilio wa kazi ya uumbaji. Maelezo mengi ya kwenye Bibilia ni maelezo ambayo yameelezwa kwa urahisi zaidi, lakini yenye nguvu. Katika kitabu cha Mwanzo tunakutana na uainishaji rahisi wa viumbe na mimea, tofauti kabisa na mfumo wa kisayansi wa leo au ule uliotumika wa uainishaji wa viumbe katika lugha ya kisayansi na kimombo unaofahamika kama taksonomi. Mimea imegawanyika katika makundi matatu: majani, mimea na miti, huku wanyama wakigawanywa katika makundi matatu pia: wanyama wa kufugwa, wanyama wa porini na wanyama wa kuinda kwa ajili ya chakula. Urahisi huu hauna maana kwamba maandiko haya ni ya kijinga au ya kitoto, badala yake ni mbinu makini inayomwezesha msomaji wa kila kizazi na kila levo ya elimu kuelewa ujumbe wa msingi: Mungu ndiye muumba wa kila kitu, na kila kiumbe kina nafsi yake katika mpangilio wa uumbaji. Maneno yaliyotumika ni maneno rahisi lakini yenye uzito pia. Mtindo rahisi wa mwanzo unaonekana pia katika uchaguzi wa maneno kuna mizizi sabini na sita tu na maneno tofauti katika sura nzima na kila moja, maneno haya hupatikana katika karibu kila lugha ulimwenguni. Hili linafanya kitabu cha mwanzo sura ya kwanza kuwa sura rahisi zaidi kutafsirika katika Biblia nzima. Mungu alitumia lugha inayoweza kueleweka kwa kila mtu bila kuweka maneno magumu ya kisayansi au falsafa ngumu. Kwa mfano neno kuumba bara linatofautishwa na kutengeneza asa. Bara linamaanisha kuumba kitu kutoka kwenye kitu kisichokuwepo kabisa, ex nihilo, na linatumiwa mara tatu peke yake katika kitabu cha Mwanzo wakati wa uumbaji wa vitu vya asili, uhai na wanadamu. katika matukio mengine neno ni kutengeneza linatumika kuonyesha kuwa kimetengenezwa kitu kutoka kwenye kitu kingine kilichopo tayari, kama wanadamu tulivyotengeneza vitu kutoka kwa mali ghafi zilizopo. Muundo wa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mpangilio wake wa ajabu. Sura hii imeandikwa kwa mpangilio mzuri sana. Uumbaji unafanyika ndani ya siku sita na kila siku inajumuisha kazi ya kipekee . Mpangilio huu umegawanywa katika seti mbili za siku tatu, ambapo siku tatu za kwanza zinahusiana na kuunda mazingira na siku tatu za mwisho zinahusiana na kujaza hayo mazingira. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tatu, Mungu aliunda nuru, anga, bahari, ardhi na mimea, Akiandaa mazingira kwa viumbe watakaokuja baadaye. Kuanzia siku ya nne hadi ya sita, Mungu alijaza mazingira haya kwa viumbe mbalimbali mbali: samaki wa baharini na ndege wa angani, wanyama wa nchi kavu pamoja na binadamu. Mpangilio huu unasisitiza utaratibu na umakini wa Mungu. Hakuna kilichotokea kwa bahati nasibu, kila hatua ya uumbaji ina nafasi yake. Liko jambo jingine la msingi ambalo tunapaswa kulifahamu, nalo ni namba na maana katika simulizi. Katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza, tunakutana na namba za kipekee zinazojirudia na kuleta maana ya kina. Namba tatu, saba na kumi zina muhimu maalum sana, ambazo ni muhimu kuzifahamu. Namba tatu inazungumzia asili ya Mungu kama Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Namba saba ni namba ya ukamilifu na mapumziko, ikionyesha kwamba kila kitu kilichoumbwa kilikuwa kikamilifu. Mungu alipumzika siku saba, akaonyesha kuwa kazi yake ilikuwa imekamilika. Nambari kumi inaonyesha mpangilio kamili na sheria, amri kumi za Mungu zilizokuwa kumi sawa na amri kumi zilizokuja baadaye kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya ishirini. Mifano namba hizi ni kama hizi zifuatazo: mara saba tunasoma kwamba Mungu akaona kuwa ilikuwa nzuri. Sentensi ya kwanza ya Biblia ina maneno saba katika Kiebrania, huku sentensi tatu za mwisho za simulizi hii zilikuwa na maneno saba kila moja. mara tatu Mungu alibariki viumbe vyake vyote vya asili: samaki, wanyama na binadamu. Liko jambo jingine la msingi ambalo tunaweza pia kuliangalia nalo, na ni unyenyekevu wa maelezo, sifa ya kipekee. Mtindo wa mwanzo sura ya kwanza unapingana wazi na hadithi nyingine za uumbaji kutoka katika tamaduni za kale, kama vile epiki ya Babeli ambayo ni ngumu ya kushangaza na isiyo na uhusiano wowote na uhalisia. Simulizi ya bibilia linavutia kwa unyenyekevu wake, likitoka mpangilio wa rahisi wa hatua za uumbaji. Kama kuelezea ujenzi wa nyumba kwa watoto wadogo, unaweza kusema kuwa kuna mjenzi wa matofali, fundi bomba, fundi umeme na mpaka rangi, hatua sita za msingi za ujenzi. Hakuna mtu atakayeweza kusema maelezo haya si sahihi, bali ni kwamba uhalisia ni mgumu zaidi. Vivyo hivyo kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ni mutasari wa kazi ya Mungu wa uumbaji wake. Ujumbe mzito unaopatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ni urahisi wa maandishi haya haupunguzi uzito wake wa kiroho, badala yake unaleta ujumbe wa moja kwa moja: Mungu ndiye chanzo cha kila kitu na uumbaji wake unaonyeshwa vizuri mpangilio na hekima. Suala hili linatufundisha kwamba maisha haya yana kusudi na tunapaswa kumtumaini Mungu muumba wetu kwa kila jambo. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kinatufundisha pia umuhimu na mpangilio wa kazi za Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Hii sehemu inaeleza kwa ufasaha changamoto za kukubaliana na maswali ya kisayansi, maandiko ya Biblia hasa katika simulizi ya uumbaji. Nimeipanga upya ili iwe rahisi kusomwa na kufuatilia, huku nikiweka mtiririko mzuri wa lugha ya kueleweka zaidi. Yako maswali mengi sana ya kisayansi ambayo yanaweza kujibiwa kirahisi ama wakati mwingine ukakosa majibu ukisoma Biblia. Simulizi ya Mwanzo kuhusu uumbaji inaibua maswali mengi mno ya kisayansi. Moja ya maswali kuu ni kasi ya uumbaji na umri wa dunia. Upande mmoja, wataalam wa jiolojia wanakadiria kwamba dunia imekuwepo kwa takriban miaka bilioni 4.5 huku Mwanzo ikionyesha kusema ulimwengu uliumbwa ndani ya siku sita peke yake. Swali hili linaibua maswali, ni lipi sahihi? Licha ya tofauti hizi za wakati, kuna makubaliano ya kushangaza kati ya kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na matokeo ya kisayansi kuhusu mpangilio wa uumbaji. Sayansi inakubaliana kuwa viumbe vya baharini walikuja kabla ya viumbe vya nchi kavu, mwanadamu aliumbwa mwisho jambo linalothibitishwa pia na ushahidi wa kisayansi. Lakini kuna sehemu inayochanganya katika kitabu cha Mwanzo, kinasema kwamba jua, mwezi na nyota vilionekana katika siku ya nne baada ya mimea kuumbwa. Suala so hili linaonekana ni kinyume na takwimu na tafiti za kisayansi hadi sasa, ambazo zilichunguza hali ya dunia hapo mwanzo. Utafiti wa kisayansi unaonyesha kuwa dunia ya mwanzo ilikuwa imefunikwa na mawingu mazito na ukungu mkubwa. Mwanga wa kwanza ulipoonekana ulionekana tu kama mwanga hafifu kupita mawinguni. Katika kipindi hicho, mimea ilipoanza kubadilisha carbon dioxide kuwa oxygen, mawingu taratibu yakaanza kutoweka, na kwa mara ya kwanza, jua, mwezi na nyota vikaanza kuonekana wazi na kwa urahisi kwa hivyo Mwanzo linaonekana kuwa linazungumzia kuonekana wazi kwa jua na nyota, si uumbaji wa vitu hivyo kwa mara ya kwanza. Mgogoro huu kati ya sayansi na maandiko, ingawa kuna makubaliano katika mpangilio wa uumbaji, bado kuna masuala yenye migogoro makubwa hasa makubwa kuhusu haya yafuatayo: asili ya wanyama na wanadamu umri wa watu waliokuwepo kabla na baada ya gharika, kiwango cha gharika yenyewe, pamoja na mjadala wa mageuzi dhidi ya uumbaji. Njia tatu za kukubaliana na migogoro ya kisayansi na maandiko ziko tatu, ambazo katika lugha ya kimombo zinafahamika kama repudiation, segregation, integration: kukataa, kutenganisha, kuunganisha. Kabla ya kuchunguza maswali haya kwa undani, ni muhimu kuelewa kuwa kuna njia tatu zinazoshughulikia migogoro katika sayansi ya maandiko, kama nilivyoyataja hapo awali, kukukumbusha tu. Ya kwanza ni kukataa, kimombo repudiation, kutenganisha, kimombo segregation, na kuunganisha, kimombo ni integration. Tukianza na kukataa, repudiation, hii ni njia rahisi sana lakini ya kupingana. Ni lazima uchague kati ya kukubali maandiko au sayansi. Huwezi kukubaliana na zote mbili. Kwa kawaida wasioamini huchagua sayansi na wanaoamini huyachagua maandiko, kila upande ukipuuza ukweli wa upande mwingine. Tatizo la kukataa sayansi ni kwamba sayansi imekuwa sahihi katika maeneo mengi, si kweli? Mfano fuvu la Piltdown unaonyeshwa jambo hili vizuri, kwa yako maeneo mengi ambayo sayansi imekuwa ikitoa taarifa zilizoaminika na baadaye sayansi hiyo hiyo gundua kwamba taarifa hizo hazikuwa za kweli. Mfano mnamo mwaka 1912, fuvu liligunduliwa huko uh, Piltdown, Sussex. Liliaminiwa kuwa ni kiumbe aliyekuwa nusu mtu na nusu sokwe na lilionekana kama uthibitisho wa mageuzi na baadaye sayansi hiyo hiyo iligundua kuwa fuvu hilo lilikuwa ni la bandia na si la kweli. Kwa hiyo kukataa sayansi au bibilia wala sio suluhisho. Tunaweza kuuliza maswali kuhusu sayansi, lakini hatupaswi kufumbia macho akili zetu tunaposoma bibilia. Jambo la pili ni kutenganisha segregation. Njia hii inajaribu kuweka sayansi na, na maandiko mbali kabisa, kila mmoja ikishughulikia ukweli tofauti. Wakati sayansi inahusika na ukweli wa kimwili, jinsi na wakati ulimwengu ulivyoanza, maandiko yenyewe yanahusika na ukweli wa kiroho na maadili, nani aliyeumba na kwanini. Kwa nini, kwa mtazamo huo hakuna mgongano kati ya sayansi na Bibilia kwa sababu kila mmoja ina jukumu tofauti, lakini njia hii pia ina matatizo ikiwa tutatenganisha maandiko na historia halisi, tunalazimika kuchukulia simulizi ya mwanzo kama hadithi za kubuni. Kwa mfano Adamu na Hawa hawakuwa hadithi za kubuni gharika nanu, na Nuhu inakuwa hadisi na mafundisho ya wa maadili, wala siyo historia ya halisi. Njia hii inaharibu uhalisia wa Biblia na kuifanya iwe na mkusanyiko wa hadithi na maadili bila msingi wa kihistoria. Tumekwisha kutizama na kuziangalia njia mbili, iko njia ya tatu na ya msingi sana, ambayo tunapaswa kuifahamu, ambayo ni kuunganisha. Tunayaunganisha vipi maandiko? Tunayatafsilije? Tunayaelewa vipi? Kuna kitu chochote kati ya sayansi na Bibilia ambacho kinaweza kutufanya tukayaunganisha yote mawili? Mimi nawewe tukutane katika sehemu ya nne ambapo tukiwa tunaendelea na uchambuzi wa Biblia, nikuombe tu ndugu yangu, endelea kuwa pamoja nasi, usisahau kusubscribe, share na watu wengi pia, ili wapate kujifunza wakati sisi tunajifunza taratibu mdogo mdogo, tukiendelea kukisoma kitabu cha Mwanzo. Nikutakia kila la heri katika wiki inayofuata, na Mungu akubariki. Mimi na wewe kutaane katika nafasi ya nne.